Habari. Leo napenda kukufahamisha jambo moja kuwa wewe, ambaye tunatazamana mimi na wewe, japokuwa mimi sikuoni ila wewe unaniona, kuwa una uwezo mkubwa sana wa kuweza kutatua uh, matatizo yako au changamoto zako au mambo yako magumu kwa njia ya uwepesi zaidi, pasipo kupata tabu. Na una uwezo pia, wewe mwenyewe unao uwezo, kwa kuwa kufanya mambo makubwa katika hii dunia na katika hii nchi. Unaweza kuwa kufanya mambo makubwa kama Rais Putin anavyofanya mambo makubwa, kama Joe Biden anavyofanya makubwa, kama wakina George Bush waliofanya makubwa, kama wakina Kim Jong Un wanaofanya makubwa katika hii dunia. Yes, inawezekana. Sema tu hujajijua. Sasa leo nataka tufahamishane kuhusu hilo. Yeah. Sasa leo ndio tunataka tuambizane tudokezeane. Kama unajua basi uendelee kujua, kama haujui basi ujue, kama hautaki kujua basi ufikirie, maana nature inaweza nature inaweza kuzungumza. Si kila mmoja anaweza kuamini au anaweza kubaliana na mimi. Na mimi sipo katika kukuaminisha au kubaliana na mimi, bali tu nataka nikufikirishe, utumie uwezo wako wa kia kiakili ufahamu ambao Mwenyezi Mungu kakujalia kukupa kuweza kutafakari kwa sababu kila kila kitu ni lazima tufikirie ili tuweze kufanya kwa usahihi na katika mpangilio mzuri. Ipo hivi, kwa asili kila binadamu ana nguvu iliyokuwepo ndani yake ambayo imejificha. Kwa asili kila binadamu ana nguvu kubwa ndani yake ambayo imejificha tunaweza tunaweza kusema kwa, ma, kwa, kwa maneno mafupi au kwa sentensi fupi, ni kwamba una nguvu ya ndani ambayo imejificha kubwa sana ya kuweza kufanya makubwa.